Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watuhumiwa kumi na tisa kwa tuhuma za makosa mbalimbali ambapo watuhumiwa watano wamekamatwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya ya Nyamagana na Ilemela kwa wizi ndani ya usafiri wa umma. Watuhumiwa tisa ni madereva na watano ni makondakta ambao nao wanashikiliwa kwa kosa la kukatisha njia na kutofika sehemu husika kama ilivyoainishwa kwenye leseni zao za usafirishaji, pamoja na magari kumi na tatu ambayo yamehusika katika usafiri huu uhalifu huo. Watuhumiwa hao ambao wamekuwa wakipora watu mali zao zikiwepo fedha na mali nyingine, hususani wale abiria wanaosafiri kutoka katikati ya jiji kuelekea maeneo mengine. Watuhumiwa wote hao waliokamatwa wanaendelea kufanyiwa uchunguzi, na watakapokuwa tumekamilisha taratibu za kiuchunguzi, basi watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa na Jeshi la Polisi litazifanyia kazi eh, kama inavyotakiwa. Lakini wakati huo huo, wananchi waendelee kuchukua tahadhari wanaposafiri na mali zao katika usafiri wa umma, ili kutokuwapa nafasi wahalifu kutekeleza matukio yao ya kihalifu. Kwa maana hiyo, Jeshi la Polisi linapenda kueleza kwamba matukio ambayo yalianza kushamiri kwenye usafiri wa umma na hatimaye kubatizwa majina kama Manowari, majina kama Laki si pesa. Hayo majina ni majina yanayoendeshwa na magenge ya kiharifu ambayo sisi jeshi la polisi hatuwezi kuungana nayo kwa namna yote ile, na ndio maana y baada ya kupata taarifa hizi ukafanyika msako mkali, ili kuweza kuwakamata na kuwachukulia hatua kama hivi ambavyo tumefanya. Msako huo utaendelea ili kuhakikisha kwamba makundi hayo ya kialifu hayaendelei kutamba katika jiji la Mwanza na maeneo yake mengine yote. Jeshi la polisi linapenda kutoa wito kwa wamiliki au wasimamizi, kuhakikisha kwamba wanapitia wafanyakazi wao na kujiridhisha kwamba wameajiri watu ambao wapo kwa ajili ya kutoa huduma, wajiridhishe ili wasije wakajikuta wameajiri wahalifu ambao wanafanya vitendo vya uhalifu katika magari yao.